Mamia ya Waislamu kote nchini wamiminika katika misikiti mbalimbali mbali ili kufanya ibada ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika siku hii, Waislamu hutumia muda mwingi kufanya ibada, dua na toba. Kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa rehema, Ijumaa hii huwa na uzito wa kipekee kwa waumini wanaotaka kupata baraka za mwisho kabla ya mwezi mtukufu kuisha. Misikiti pia huwa na mahudhurio makubwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Mohamed Abdulkadir anawasihi Waislamu waendelee kushikilia matendo mema hata baada ya mfungo kuisha. Ni kutoa shukrani kubwa sana Mwenyezi Mungu kutujalia kuipata Ramadhani, kuifunga mpaka leo kufikia kuwa ni Ijumaa ya mwisho, inshaallah ulimwengu mzima. Ni siku tukufu na ni siku kubwa sana kama Mwislamu ni kuzingatia mazingatio katika makumi tuliopitia mpaka kumi hili la mwisho. Basi kama Mwislamu wa kuzingatia, insha allah, mtu ni kuomba kheri na kuomba dua na kujiombea pepo kwa Mwenyezi Mungu, maanake tumpata kumi hili na tumpata Ramadhani hii, hatujui nyingine tutaipata wala hatutaipata, na wenzetu wengi wametangulia mbele za haki, ambao wametangulia mbele za Mwenyezi Mungu subhana wa taala, kwa ajili walikuwa wana nia ya kufunga, wana nia ya kufanya kila jambo, lakini wao hawakujaliwa. Basi kwa sisi tuliojaliwa mimi nasema waislamu wenzangu, iwe ni funzo, wale mafunzo tuliokuwa nayo katika Ramadhani tuendelee nayo. Thawabu za kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nyingi mno, kwani ni moja ya ibada kubwa ambazo Allah ameziamrisha kwa waumini wake. Ahmed Ali Salim pia alisifia usalama ulioshuhudiwa Mombasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefurahi sana, hii Ramadhani imekuwa nzuri, tumekuwa na usalama nzuri and wa account commander Mr Kimani, our account committee Ms. Mamen Noor, our original Mr Ali nuno. Tunafurahi sana usalama umekuwa mzuri. Watu wanaingia msikitini kwa time wanatoka kwa time. Hakuna harassment, hakuna kusumbuliwa. Watu wamefanya ibada kwa vizuri sana. Kila mmoja amefurahi. Waliosaidia wamesaidia, waliojaliwa wamejaliwa. Tumefunga bila pressure, hakukuwa na bogoza, hakukuwa na bala. Usalama umekuwa mzuri sana na mimi kama chairman nimesupport sana Movement, watu wanatembea usiku na mchana Mombasa, amani kabisa, tunashukuru sana. Ramadhani imekuwa vizuri sana. Mwenyezi Mungu huongeza thawabu za matendo mema katika mwezi wa Ramadhani, hata ibada ndogo huchukua uzito mkubwa. Kwa hiyo kufunga Ramadhani ni neema kubwa na fursa ya kupata baraka na msamaha na ukaribu na Allah chandiyo, chandiyo, chandiyo. Chukua mani, na bei yako wewe. Biashara pia ilinoga sana katika kumi la mwisho wa mfungo wa Ramadhani. Jawa Gereza alieleza kwamba licha ya wanunuzi wengi walikuwa wanapitapita bila kununua hali ilibadilika katika kumi la mwisho. Na customer wengi ni wale wa kupitapita kuangalia, lakini kununua ni shida kwa sababu ya uhaba wa pesa, hawana, lakini kununua kwao pia wananunua hivyo hivyo, manake wakija sokoni lazima watanunua. Saidi Abdi, Majestic Digital TV, Mombasa.